Hi guys, mambo vipi? Na waletelia uchimbo jingine kwa ajili ya kupumzika. Um, twende pamoja tukaangalie eneo hili dadaini hapa. Uh, ndo nilikuwa nafika, niko naangalia angalia mazingira uh, mazingira ni mazuri mazuri sana kama nyie ambavyo mnajionea, then nikatoka zangu nikaenda restaurant uh, wana mandhari nzuri sana, upepo mwanana, kijani kilichokorea ambacho kinakufanya unakuwa very Calm. basi nikakutana na mhudumu hapa very humble nikaagiza zangu kinywaji and nikakaa hapo kwa ajili ya kukisubiri sikuchukua hata muda mhudumu mm -hmm. they are very sharp akaletea zangu kinywaji changu nikamimina and nikasema no siwezi kukaa tu hapa acha nikaangalia mazingira mengine basi nikaanza kuzunguka huku na kule huku na kule then nikatokea katika hii sehemu hapa basi nikasema nataka kwenda kuangalia vyumba viko vipi, and huyu mhudumu akanileta mpaka eneo hili hapa, akanionyesha hiki chumba aa, ni moja kati ya vyumba ambavyo vinapatikana hapa. Ni chumba kizuri sana sana sana kwa ajili ya kupumzika. Nikafika nikaikazangu hapo kimkoba, nikasema no, naomba nianze kukagua, chekita cheki mandhari ya kitanda. And the good thing is wana sehemu nzuri sana kama ukichoka ukaa ndani unaweza ukatoka ukaja ukaa nje hapo, ukaona soma soma zako vitabu, kama mimi ambavyo nafanya, ama ukapumzika. And wana hii sehemu nzuri sana kwa ajili ya kuogea, hiki kitu kiko chumbani imagine. Jamani uh, yani hadi bafuni unapata utulivu pictures. Eh, sehemu ni nzuri sana kwa kweli. Nikasema basi, wacha nijaribu kwanza kujilusha kidogo hapo, kama mnavyoniona <laughs> joking. Nikaongeza nguo bafuni then nikatoka. Uh, nikasema ngoja nijiandae kwa ajili ya kwenda swimming. Hizo ndo zilikuwa outfits zangu kwa ajili ya kwenda kuogelea. Basi nikatoka zangu hapo chumbani and wow, nikasema i can't wait to be in that pool, check the sunset wow this place. Basi bwana end nikawa nimetoka zangu nimefika zangu hapa kwenye swimming pool, nikaingia nikaanza kuchezea chezea maji. Jamani, hii sehemu kwa kweli inanifanya nijisikie kama niko nyumbani, inanifanya nijisikie kama nimetulia, kama nimepumzika kabisa. Wow. Wow. Wow. Jamani, hii sehemu inapatikana Kibaha Tanita. Ukifika hapo, mwambie mtu yoyote yule akupeleke mapeni. Karibuni sana.